Hadithi ya mwanamke mvuvi wa samaki. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo kilicho kando ya Ziwa Tanganyika, aliishi mwanamke mmoja shupavu aitwaye Amina. Tofauti na wanawake wengi wa kijijini ambao walijishughulisha na kilimo au kazi za nyumbani, Amina alikuwa mvuvi hodari. Alirithi ujuzi wa uvuvi kutoka kwa baba yake aliyekuwa mvuvi maarufu wa kijiji hicho kabla ya kufariki. Kila alfajiri, kabla ya jua kuchomoza, Amina alikuwa tayari amekwisha tumbukiza mtumbwi wake majini, akiwa na nyavu zake alizozitengeneza mwenyewe. Alijua maeneo ya samaki vizuri kuliko hata baadhi ya wavuvi wa kiume. Wengi walimshangaa na hata kumsema, wakidai kuwa uvuvi ni kazi ya wanaume, lakini Amina hakujali. Alijua ndoto yake, na zaidi ya yote, alikuwa anapenda bahari na maisha ya uvuvi. Siku moja wakati akivua mbali kidogo na ufukwe, Amina alipata samaki wa ajabu sana. Samaki huyo alikuwa wa rangi ya dhahabu na alikuwa akizungumza. Samaki huyo alimwomba Amina amwachie huru, akiahidi kumpa zawadi kubwa. Amina ingawa alishangaa sana, aliamua kumwachia. Kabla ya kutoweka ndani ya maji, samaki alimwambia, Umenionesha huruma. Rudia hapa baada ya siku tatu na utapata baraka zako. Amina alirudi kijijini akiwa amebeba samaki wachache waliobaki bila kumwambia mtu yeyote kuhusu tukio hilo. Siku ya tatu alirejea pale pale alipopata samaki wa dhahabu. Alipofika, alikuta mtumbwi mpya mkubwa na imara ukiwa umetia nanga, na ndani yake kulikuwa na nyavu bora, vifaa vya kisasa vya uvuvi na hata sanduku lililojazwa dhahabu. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Amina yalibadilika. Alianzisha kikundi cha wanawake wavuvi, akawafundisha uvuvi na kuwasaidia kujitegemea. Kijiji kikaanza kustawi na watu wote walimheshimu kwa moyo wake wa huruma na juhudi zake. Na hivyo ndivyo Amina alivyokuwa si tu mvuvi wa samaki, bali pia mvuvi wa matumaini na mabadiliko. Tamati. Ungependa nitungie hadithi kama hii kwa watoto au kwa riwaya ndefu zaidi?